Ya usijaribu kwenda mahali usikojua ni wapi, hasa kama uko mbali na madukani. Maana kila unakokwenda kuwe pwani au bara kwa fanana na kwengine. Usijaribu kwenda Jaribuni katika Kaunti ya Kilifi, hasa kama kumenyesha na tope halijakauka, kwani huku jam ni ya aina moja tu ya magari Malori ya kwenda Timboni kuchukua madini ya thamani ya viwanda vya kutengeza saruji. Jaribu kuelewa kwamba huku ni mwenye nguvu mpishe. Usijaribu kutafuta matatu huku kwani usafiri ni wa boda Kusafirisha watu na mizigo yao. Jaribu kuelewa huku ni Jaribuni katika kaunti ya Kilifi. Usijaribu kubebwa juu ya mzigo kama huna uzoefu wa mambo haya. Jaribu kuelewa kwamba huyo aliye hapo juu ni tani boy wa huyo boda na anamsaidia kubalance na wakikwama wasukumane na wana uzoefu wa kufanya mambo haya. Don't try this at home. Usajaribu kusafirisha mzigo peke yako. Unaweza kukwama na kukaa sana barabarani endapo hakutatokea wanahabari wa kukusukuma. Usijaribu kushangaa, mashimo haya ni ya nini? huku Jaribuni ni mashimo ya madini, tena ya thamani. Tafuta lako uchimbe, upate chuma cha pua. Usijaribu kutafsiri kwa lugha ya Kiingereza, utajua wajole hawa wanatafuta iron ore iliyoshikamana na limestone huku Jaribuni katika Kaunti ya Kilifi. Kwa kwa macho unaweza kujua kwamba hii ni lime ni gani na hii ni nini, kama haya mawe mawe haya. Ndiyo, according to experience yenyewe niko nayo najua. Mm -hmm. eh kwa kuangalia tu venye imejichepua ukiona kwa vile nafanya kama hizi black black yenye unaiona hapo, hiyo yeah, ni iron ore okay. So ukiona hivi unajua tu obvious hiyo madini hapo ndani iko, mm -hmm. Ndio na haya mengine oh, hii ni limestone. Limestone hapa hatutumii sisi, tunachukua hiyo iron ore peke yake. Kuna wengine wanatumia hiyo limestone. Ndio iko wanatumia ku, kwa kokoto, lakini ni timbo zingine ziko jirani huko Usijaribu kuuliza mali ni ya nani kati ya mwenye shamba na mchimbaji. Investors wa kwanza mwenye alikuwa akichimbisha so, wa, so, wa mbele after contract yake imeisha, huyu wa Muniri sasa tajiri wangu alipopata hiyo contract ndo akasema hii mali, hii madini nataka kuna mali inapatikana ndo sisi tukaanzia hapo. Jaribu kuelewa tu kwamba mfanyi biashara ndiye mwenye mali. So, kama hii ayono inachukuliwa, inaenda, inasagwa, inachanganywa na baadhi ya material tofauti ndio inatumika kutengeza simiti. Ndi? Jaribu kuelewa kwamba hii ni kazi ngumu ya sulubu ambayo ni tegemeo la wasakatonge hawa. Hawamefaidika vipi na, na machimbo haya ya mawe haya ya thamani? Kufaidika kuko, tunashukuru tunapata riski yetu hapo. Uh-huh. Kwa hivyo utaratibu ni vipi? Ni kama mmerombeka kwa hawa hizi kampuni, ama mmekodisha ama ni vipi ndio anakuja kuchimba? Na vipi na nyinyi wenyewe hamwezi kuchimba kwenda kuuza direct kwa, mpaka waje? Hatuwezi kwa sababu mniri ndiye ni kama ndiye al al alikodisha, sasa ndio tutamfanyia kazi yeye. Usijaribu kudadisi sana, wanapata pesa ngapi kwa kufanya kazi hii kwa siku hapa? Hivi inaweza kuwa imetoka mamilioni ya pesa hapa Um, sahii mali imefika maybe kwa around futi kama kumi ama kumi na tano na tumesema kia, so ukisema kimilioni hapo, si siko sure yeah. Siko sure niseme kimilioni, maybe hata ni elfu moja imetoka, sababu unaweza kuwa umechimba lakini ni vumbi tupu yeah. Yeah sasa, so unajua mpaka uone hiyo mali so hiyo uwezi kujua kama imetoka kiasi gani cha pesa. Hii hii ya kupimia eh, ndani ukiweka inaja wilbarotani eh kwa kwansti kuwa tunapima kama tani moja hii huwa tunapima ni nusu tani, pamoja na ile mchanga ambao umeshika hayo mawe. Hapana, ni kichunga hivi basi, imechungwa ndio tunajaza, tukijaza nguli baro tano ndio ni 500 unapatiwa, ukijaza mbili hii ndio ni tani moja mm. Mm. Usijaribu kuwauliza maswali mengi kuhusu thamani ya mawe haya, kwani hawana habari Tafuta madini gani nyinyi? Iron ore. Hakuna mengine mnatafuta? Ni iron ore peke yake ndio tunatafuta hapa. Na changamoto mnazopata ni zipi hasa wakati huu wa kunanyesha? Ah, changamoto ambazo tunapitia ni kwamba yani, kukinyesha mvua kama hivi kumenyesha sana, sasa kazi inakuwa ngumu kwa kuifanya kwa sababu yani mashimo ma yani inaingia maji, sasa inakuwa ngumu kufanya kazi kama hili shimo unaona ni refu sana. Wewe mnaingiaje kule mama? Huwa naingia hivyo tu. Hakuna shida kule. Vile ambavyo iko, kwa sababu hakuna maji, naweka tayari ngazi yangu, ninashuka, nafanya kazi. Wewe unachimba kabisa wewe? Mimi hata ndio ni kazi yangu kuingia huko chini. Hata huyu alikuwa kazi yake ni kutoa, kazi yangu ni kuchimba. Na umefanya kazi hii kwa miaka mingapi sasa? Mwaka huu ni wa 20. Eh, na sasa ndio umetegemea kabisa watoto wako nini wanembe mimi watoto wangu nimeshomesha chini kabisa primary hata secondary hata hivi sasa hivi wako university. Kwa hii kazi hii. Kwa hii kazi hii. Jaribu kuelewa tu kwamba mawe haya thamani yanahitajika sana viwandani na yanapatikana hata katika barabara hizi ambazo wawekezaji walipewa masharti ya kuzitia lami. Eh, ukija hivi hapa kila mtu ana mashimo yake, kama wale, shimo langu, shimo langu, shimo langu, ama unaweza kuja kuta mtu mwingine ameingia hapa Uh, kiukweli kila mmoja yuko na shimo lake eh, kama sisi hata tuko na mashimo mengine, yako kule na mengine tulichimba hapa, kwa hivyo hii tuseme ni eneo yetu yenye tunafanya kazi sisi hapa. Na mlipataje? Uh, ni ile unafanya kubahatisha, yaani unachimba kwa kujiu, kubahatisha kwa sababu hii ni, ni shamba ambayo ilichimbwa kitambo, sasa ni ile tunafanya kubahatisha. Na mwenye shamba? Mwenye shamba yuko hapa, yuko mbali na sisi ana wajua nyinyi tu eh? Anatujua sisi. Sasa mama, mimi nikitaka nikitaka shimo na mimi nije nichimbe, mtanipa mahali? Nakuonyesha design ile ambayo hapa bado hakujachimbwa, chimba hapa. Hata ikiwa kumechingwa, nenda huko mwisho, hiye hakumaliza, maana wale wa kwanza hawakumaliza kabisa. Kama hapa itabidi nilipe pesa nani uh? Itabidi nilipe nani? Hakuna ambayo utamlipa sasa. Wewe waendelea tayari kuchimba, hata ukigusa, watoa wachunga ndio wauza tayari. Usijaribu kuuliza ni lini barabara hizi zitatiwa lami, ili baada ya msimu wa mvua vumbi lisiwatatize tena wenyeji. Jaribu kuelewa kwamba miradi mingi ni ya vuta ni kuvute. Usijaribu kuwauliza watu wa huku kuhusu hilo. Jaribu kuelewa tu kwamba hili ni eneo la Wamijikenda waitwao Wakauma katika kaunti ya Kilifi. Jaribu kuelewa kwamba, nikiripotia Coco FM, mimi ni Lolani Kalu.

Coco FM 98.9, ladha ya pwani.